Kazi yangu sera paka mama kachoka, kila siku wa viishi vibweka usela kutwa na shikapanga. Ukinizingua mikwangusha ya bananga, ndo hivyo, ndo hivyo. Ukinizinguwa mikwangusha ya bananga, ndo hivyo, mwanangu. Hmm. Ah, wa pekee nakupenda sana, kisoda wangu. Nakumbuka umri huu babako alikuwepo baba yako alikuwa na mapenzi makubwa sana na wewe, na mimi acha niyaendeleze mapenzi yale. Uko ongee mwanangu, uko uliko. Na wewe binti, ana binti mzuri eh? binti mzuri mwanangu, anakufaa kuwa mke wako. Ongea mwanangu, umalize. Kisoda wewe, Batuli, Batuli mpaka mama kachoka, kila siku vibweka usela waviishi vibweka usela kutwa na shikapanga, ukinizingua mikwangusha ya bananga, ndo hivyo imetukia. Nini manake kuuliza pale umepita force nini? nini kimetukia sasa mama? Mwanao anipendi tena, anipendi kabisa. Nilijua ananitoa hapa kwenda kule kuongea mimi na yeye lakini cha ajabu kwamba anaenda ku-, nikutanisha na rafiki yake Paul na yule Paul ananiongoza mimi. Mama, nimekuja kuamini kwamba mwanao hanipendi hata kidogo. Nimetoka nyumbani kwetu nije kuishi hapa ni kwa ajili ya mapenzi tu, lakini mwanao hanipendi. Unasema nini wewe? Mama, acha niondoke, nimechoka, siwezi. Mwanangu, naomba nipe muda. Mbona bado mwanangu? Batuli, sio Batuli? yangu Sera paka mama kachoka. Kila siku wa viishi vibweka usela kutwa na shikapanga, ukinizingua mikwangusha ya bananga. Ndo hivyo ndo hivyo. mama ngu mimi mbona kuna mfuko, naelekea wapi? kisoda mimi nimeamua kwenda kwa rafiki yako, maana nimegundua ni mtu ambaye ananipenda sana. Na wa na mm. Maa, hmm? Ah, kuna watu ana kizali yule poa na zali la mentali. Unajua nikwambie kitu, shoga yake mama? Wewe ni msichana mzuri sana, kwanza rangi yako adimu, una midomo mizuri, una macho mazuriama haya basi unaweza ukaenda

Unataka kuja kwangu Oh my God. Sikiliza sasa hapo hapo ulipo muulize bodaboda yoyote mwambie naenda kwa Po au ge nikutumia maelekezo ya na kutumia maelekezo yeah, yeah, ili uweze kufika nyumbani kwangu Shit! kazi yangu sera mpaka mama kachoka kila siku waviishi vibweka usera kutwa na shikapanga ukinizinguwa mikwangusha ya bananga, ndo hivyo ndo hivyo. Mamangu mimi kanitafutia binti mwana ili nioye mimi, wenda matukio kaepuka usela wangu, nikapunguza mala. Hapa kunauma kumbe, mitego haingie kwangu gafula, kumbe mitego. Ila ndo hivyo, nishatambulishwa ushoga ke mama. Sasa nitafanyaje? Nishatambulishwa yushoga ke mama, ila ndo hivyo, nishatambulishwa yushoga ke mama sani tafanyaje? Tafanyaje? nishatambulishwa yushoga ke mama. Hivi una akili kweli wewe? kivi mtu napaka na mtu wa akili, wakati umenizaa, sina kichogo kweli? Asa kama mtu ana kichogo ndo ana akili? Sawa, ni tusi mama. Yule msichana alikuja hapa ni kwa sababu yako mwanangu yule nimeenda kuongea na dada yake. Nataka kijana wangu amuoe mdogo wako wakakubali. Lakini binti akasema mimi siwezi kukubali kwa kauli yako mama. Nataka nisikie na kumuona kijana yeye mwenyewe akinipenda. Ndio maana nikaja naye mpaka hapa. Na nilipofika hapa nikamtambulisha kwamba huyu ni shoga yangu kwa sababu alikuwa ataki ajue kama mimi nimeongea chochote na yule binti. Amefanya jitihada nyingi kukuonyesha kwamba anakupenda. Mitego yote ilikuwa anakutiga ndio kwanza anipigia simu mama anaelele nishike pale. Sasa wewe unashika kumshika pale, ulikuwa unashinda niku mshika pale, sio kani bwana. Muogopa mimi mwanawe nimechachuka, vile vile imechangamka, ila kutokana na matatizo yaliyotokea na subiri hizi, nikasema sasa kukuvunjia heshima naweza nikamshika paja, alafu mwisho wa siku akaja kusema wewe, mwanao kanishika paja. Haya, mwisho wa siku nalika kama mangu mdogo imemshika paja, sitaonekana sina heshima mama. Kwa hiyo ndio uliyokosea katika hili mama, haki ya Mungu, ungeniambia. Yule binamu yangu alikuwa ameshakuisha Sonia yule mtu wa mjomba cha mtungi nimepita naye mimi sikutaka kwenye, kwenye si nikutafunyie mwanangu, umeze. Nilikuwa nataka mwenyewe pia utamke. Unashindwa kuongea? Eh, unashindwa kuongea wewe? Anayepiga ndo huyo ambaye nimeenda kumtongozea muda sio mrefu, po Nakupigia simu anakuja huko. Hmm? Ah, sawa sawa Mama. Ndio hmm, anaenda huko kwa po. Na po kachachuka mama, acheleweshe dakika tano tu ile kimpa hiyo. Kasha badilisha mchezo wenyewe wote. Acha niende huko. Eh, hey, nampenda mimi mwenyewe pia kile sikujua tu akia Mungu. Lakini nakuwa hivi, mtazuia mahusiano ya kule, anarudi hapa hapa nyumbani. Let's go to the Hai. Mbona, hmm, nahangaika sana kwa ajili yake, natupa gharama kwa sababu yake Sera. Paka mama kachoka, kila siku wa viishi vibweka usela kutwa na shikapanga, ukinizingua mikwangusha ya bananga, ndo hivyo ndo hivyo. Mamangu mimi kanitafutia binti mwana ii Sofa. Kama unavyojua wewe una kazi, mimi sina kazi, na ndio maana mimi nimeamua nikutajie we mahali ndogo, ili nisikukomoe mpenzi wangu. Nimetaja laki mbili, najua unaweza kupambana ukailita mahali nyumbani ukanioa. Unajua umeongea kihuruma sana, yani mpaka mi mwenyewe imenigusa ndani ya moyo. Kweli mimi napendwa, ila tu mi najichanganya Ah, akili yangu unajua akili zangu mbili nazielewa mwenyewe. Naweza kumpenda Yanga ngampenda Mayele pia. Kwa hiyo akili zangu mwenyewe ndio zinanichanganya na nivuruga. Unajua kipi mpenzi wangu kinachonivuruga zaidi? Pale ninapokaa, ninapolala ni mule ndani. Hakuja kaa square, hakuja kaa vizuri kodomo chini. Mpenzi, iko ndio kinachonivuruga na wewe una marafiki zako, una mashoga zako na wajua walikukua pambe. Eh, nikiangalia ndugu zako, je, jamani, hapo itakuweje? Hanijikune jikune niji nijiparue nijitumbue kidonda. Kisofa, mimi sitaki ndoa ya matarumbeta wala ndoa ya fujo. Mimi hata ikiwa ndoa ya kimya kimya tu sawa. Na kitu kingine husu wanapokaa. Mimi mbona sina shida kwenye hilo? Unanioa mimi kisofa. Uoi familia yangu, ndugu zangu wala rafiki zangu. Mambo ya ndani yao tutakubaliana mimi na wewe? Mimi ninachohitaji tu ni wewe uje unioe, uniheshimishe, uninusuru. Mm -hmm. Godi wan una jitu liliimba za godi nikopeshe milioni kumi, narudi mi za godi na shukuru kuniletia mtu kama huyu ah! ile milioni kumi anakopa. Sasa, oe kipenzi, umeongea kitu ambacho umerudi katika dini na we umeingia kwenye dini moja kwa moja, umefata maneno ya dini kwamba mwanamke apewe nusu na mi niko tayari. Ah, ah na nikinyanyua mguu wangu hapa, ni moja kwa moja naenda kufanya mipango ya kwenda kwa mshenga, nimpe laki mbili ailete, na siku sio nyingi mm -mm. uko kote mbali, nipe siku mbili, ndoa inakuja kati ya Ijumaa ama Jumamosi tunaoana. Na wewe mwenyewe umesema utaki tarumbeta, utaki gitaa, utaki sijui kupiga kibeni bati, wewe utaki chochote, unanitaka mimi tu basi. Nadhani Mwenyezi Mungu atalipitisha, mushi tutapeleka juu eh Napija ndoa Ijumaa, moshi unaenda juu na sisi tunabarikiwa, ama unasemaje? Kipindi chataasaaasi kidogo, yaani wewe mwanamke, ukinigusa nasikia laha. Batuli. Nilikuwa sijui chochote kile kinachohusiana mimi na wewe. Lakini mama baada ya kunieleza tu nikaona kuna haja kubwa kukukimbilia huko kwa sababu ushaniambia unakwenda wapi. Sasa basi. Kumbe wewe ulikuwa hapo pale nyumbani kwa ajili yangu. Mimi nilikuwa sifahamu. <laughs> Haya nimekufuata twende nyumbani. Wewe hivi umechangangia. Mimi sijai kuwa hapo kwani kwa ajili yako. Hebu ngoja kwanza. Batuli. Kisoda. Kuna nini ambacho kinaendelea? Mbona sioelewi? Anyway, Ngoja nikwambia ukweli. Mamake Kisoda alikuja nyumbani na akataka kwamba mimi niolewe na Kisoda, na mimi nikampa sharti langu, nikamwambia pindi nitakapofika kwa Kisoda inatakiwa Kisoda anipende yeye, na sio mimi nianze kumpenda. Akivuka hilo sharti, basi nitaolewa naye, lakini nilipofika akuonyesha matamanio yote, na mimi wasijui. Sasa ama, na wewe utaki kuishi na mimi? Hapana Batuli. Mimi nakupenda sana wewe. Po. Mimi msela wako mwanao ndugu yako rafiki. Ni mtu ambaye tumeshibana sana. Po unaongea ujinga gani? Kasha kuelezea kwa mama alitoa mguu wake nyumbani mpaka kwao. Yote kwa yote kwenda kuzungumzia juu ya mimi mahusiano yangu. Wewe leo unaloboka tu tunampenda unampenda unapenda kitu ambacho kimetafuta na mtu mwingine. Hebu acha ujinga huo Kisoda. Hivi kiraisi raisi rais, naweza kumwacha mwanamke mzuri kama Batuli kwa ajili yako wewe. Unataka kuvunja urafiki, urafiki ambao tumeanzisha muda mrefu tangu tuko tunasoma shule ya msingi? Po, kwa sababu ya mwanamke? Po. Acha utoto acha utoto wa kisoda. Amefika kwangu asali yao Batuli, karibu ndani asali yao, aliao sivyo? Usela sijaacha, narudie. Unalijua bwana unalijua, jifanyeje? Ndahivyo mamangu mimi <coughs> kanitafutia <coughs> <coughs> binti mwana ili nioe mimi, wenda matukio kaepuka usela wangu nikapunguza Malapa, kuna uma. Kumbe mitego haingie kwangu, ghafla, kumbe mitego. Ila ndo hivyo, nishatambulishwa ushoga, ushogake mama, sanitafanyaje? Nishatambulishwa ushoga ke mama. Ila ndo hivyo, nishatambulishwa ushoga ke mama, mama, sanitafanyaje